narudia utasoma kitabu cha matendo mlango wa kumi na mbili mstari wa tano kiendelea alafu pia ntasoma kitabu ya Yakobo mlango wa tano mstari wa kumi na sita kitabu hivi peke yake nienda kuongea bale yako nitaongea kuhusu kujibu maombi pia na walisema pia kasema mambo yote aliyosema. Kasema tuiombee makabi, kila jambo alisema tuiombee. Basi nikajisikia kwamba wacha basi tulete neno kuhusu maombi. Mungu labda alikuwa na makusudi pia aliyopata kitabu uh, Kitabu cha Matendo anaweza kusomea, ili niende kwa haraka nisipoteze muda. Mm -hmm. Yeah.

Kabidi nimetangulia kusema kwamba nitaongea kuhusu uh, maombi. Ningeongeza nikisema kwamba maombi ni lango ya Mungu kupitia, maombi ni lango la Mungu kupitia ama kuingilia. Neno la Bwana linasema kwa kitabu cha Matendo kwamba tumishi wa Mungu Petro, wakati alikamatwa Herode. Ni kirudi nyuma kidogo, Herode alikuwa ameteza watumishi wa Mungu sana, akaua Yakobo ndugu ya Yohana, alimkata kwa panga akafa. Alikuwa ameteza sana watumishi wa Mungu kama Wakristo. Wakati huo wa pia walishika Petro akamweka ndani gerezani. Na kwa sababu Petro amejua kwamba tayari Yakobo ameshawawa, akiwa pale ndani gerezani, moja kwa moja moyo wake ulianza kulia kungu, maana hata anajua kwamba kaka Yakobo amewawa, na mimi tayari niko katikati ya gereza ndani na maaskari tayari wamenilinda na kunifunga, kinachobaki na mimi pia nikufa. Familia ya Petro waliobaki nyumbani, neno la Bwana linasema walibaki wakiomba kwa bidii kwa umoja. Sababu gani? Tayari walikuwa wamejua kwamba kama Petro nawekwa ndani ya gereza, hakuna kupona.

Inawezekana kwa Bwana. Neno la Bwana linasema usiku huo, Petro akiwa gerezani, ina msomaji amesoma maombi ile, mafamilia ya Petro walibaki wakiomba pale nyumbani.

Ni mwisho wa safari walikuwa pamoja na kwa bidii na kwa juhudi

kila siku. Utubu ni kila siku. Unaombia Bwana, kuna yale nimewaza, kuna yale eana siku pia alisema malik emagika inamaanisha, ombi ii maombi yako ndio Mungu anapitia kuokoa familia yao. Kuna familia inapoishi, kuna tofauti tofauti Ombi lako kile chochote unaoombea, Mungu ngoje, lazima Mungu atarekebisha na kwamba atafanya. Huyo mama nilipata <coughs> siku moja, naitwa no, mama, si yule mama kutoka Tanzania natoka hapa New Zealand. Huyo mama alikuwa hana nyumba, alikuwa na nyumba ile mwaka 5 akamwacha kwa nyumba ya nyasi, na hata juu ilikuwa hakuna nyasi wale nyumba ya nyasi na msikini hata kusaidia huko. Sasa kwa ilikuwa ikinyesha, ina mwagika ndani pia, kama ona ana mafuta kama alikuwa naweza kuwasha moto, ili ndio watoto wa kule, na wakati bara mwezi inawaka, alikuwa nawasha lili tano walikuwa nakula.

Kuwa basi siku moja amekaa kanisani. Mimi nimekaa leo pasta amesimama vile nimesimama hivi leo. Kulikuwepo wageni walikuwa wakija Dar es Salaam, pasta akauliza

msungu anamgeni tena, msungu mweupe. Nitafikiria kimwanadamu. Hata askofu alisuka, maana anajua huyo mama

Kama ileo kufika pale, hata yeye alitoa kuku yake, akasema wakati watu watabarikiwa, wale watoa vitu, nami ya kwangu ipatikane. Sumba kakula wali mzuri na kuku akashiba, akamwambia vijana wake, mtoto wangu situchukue, mama kama dada yako, tukujengee nyumba. Wakati walikula wameshiba, wame